Leo nitawaonyesha jinsi ya kupata faida bora za kiafya maishani mwenu kwa kutumia zinki. Zinki ni madini muhimu ambayo mwili wako unahitaji kwa ajili ya kazi mbalimbali za kibiolojia. Ingawa mwili wako hauhitaji zinki kwa wingi, uhaba wake unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Kwa hivyo, ni muhimu kuhakikisha unapata kiasi cha kutosha cha zinki kila siku. Zinki ina faida za ajabu kwa afya yenu. Inaweza kupatikana katika vyakula mbalimbali kama vile nyama, samaki, maharagwe na karanga. Pia unaweza kupata zinki kupitia virutubisho maalum, lakini ni muhimu kujua jinsi ya kuchagua virutubisho bora na jinsi ya kuvitumia kwa usahihi. Twende tukaangalie sababu kuu za kwa nini mnapaswa kuhakikisha mnapata zinki ya kutosha katika mlo wenu. Kwanza kabisa, zinki ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili. Bila zinki ya kutosha, mfumo wako wa kinga unaweza kudhoofika na hivyo kukufanya uwe rahisi kushambuliwa na magonjwa na maambukizi. Kwanza kabisa, zinki huimarisha kinga ya mwili, husaidia mwili kupambana na magonjwa na maambukizi. Hii ni muhimu sana hasa kwa watoto na wazee ambao kinga zao za mwili zinaweza kuwa dhaifu. Kwa hivyo, kuhakikisha unapata zinki ya kutosha ni njia moja ya kujilinda na magonjwa, husaidia mwili kupambana na magonjwa na maambukizi. Pia, zinki ina uwezo wa kupunguza muda wa kuugua unapopata mafua au homa. Nani hapendi kuwa na kinga imara, sivyo? Kwa hivyo hakikisha unapata zinki ya kutosha ili kuimarisha kinga yako. Nani hapendi kuwa na kinga imara, sivyo? Pili, zinki ni muhimu kwa ajili ya kuponya majeraha, husaidia ngozi kujirekebisha haraka. Ikiwa unapata jeraha, zinki huharakisha mchakato wa kupona kwa kusaidia katika uzalishaji wa seli mpya za ngozi. Pili, zinki ni muhimu kwa ajili ya kuponya majeraha, husaidia ngozi kujirekebisha haraka. Kwa hiyo ukipata jeraha, zinki huharakisha mchakato wa kupona. Hii ni muhimu sana kwa watu wanaopata majeraha mara kwa mara kama vile wanariadha na watoto wanaocheza nje. Kwa hiyo ukipata jeraha, zinki huharakisha mchakato wa kupona. Sasa tuzungumzie afya ya uzazi. Zinki ina jukumu kubwa kwa wanaume na wanawake. Kwa wanaume, husaidia katika uzalishaji wa mbegu za kiume na kuboresha ubora wake kwa wanawake husaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi na kuboresha afya ya uzazi kwa ujumla. Sasa tuzungumzie afya ya uzazi. Zinki ina jukumu kubwa kwa wanaume na wanawake. Kwa wanaume husaidia katika uzalishaji wa mbegu za kiume na kwa wanawake husaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi. Na haishii hapo, zinki pia ni muhimu kwa afya ya ngozi yenu. Zinki ina jukumu kubwa kwa wanaume na wanawake. Kwa wanaume husaidia katika uzalishaji wa mbegu za kiume na kwa wanawake husaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi. Na haishi hapo, zinki ni nzuri kwa ngozi yenu. Husaidia kudumisha seli za ngozi zenye afya na kupambana na chunusi. Kwa wanaume husaidia katika uzalishaji wa mbegu za kiume na kwa wanawake husaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi. Na haishi hapo, zinki ni nzuri kwa ngozi yenu. Husaidia kudumisha seli za ngozi zenye afya na kupambana na chunusi, ngozi nyororo. Tunakuja na kwa wanawake husaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi na haishii hapo. Zinki ni nzuri kwa ngozi yenu, husaidia kudumisha seli za ngozi zenye afya na kupambana na chunusi. Ngozi nyororo, tunakuja. Kama unaishi na ugonjwa wa kisukari, utafurahi kujua kwamba zinki husaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Zinki ni nzuri kwa ngozi yenu, husaidia kudumisha seli za ngozi zenye afya na kupambana na chunusi. Ngozi nyororo, tunakuja kama unaishi na ugonjwa wa kisukari utafurahi kujua kwamba zinki husaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Ni kama kuwa na msaidizi mdogo wa kusawazisha mambo. Husaidia kudumisha seli za ngozi zenye afya na kupambana na chunusi. ngozi nyororo, tunakuja. Kama unaishi na ugonjwa wa kisukari utafurahi kujua kwamba zinki husaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Ni kama kuwa na msaidizi mdogo wa kusawazisha mambo kwa watoto wadogo zinki hupunguza ukali na muda wa kuharisha ambayo inaweza kuokoa maisha. Kama unaishi na ugonjwa wa kisukari utafurahi kujua kwamba zinki husaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu, ni kama kuwa na msaidizi mdogo wa kusawazisha mambo. Kwa watoto wadogo zinki hupunguza ukali na muda wa kuharisha ambayo inaweza kuokoa maisha. Hii ni muhimu sana hasa katika nchi zinazoendelea ambapo kuharisha ni tatizo kubwa la kiafya kwa watoto ni kama kuwa na msaidizi mdogo wa kusawazisha mambo. Kwa watoto wadogo zinki hupunguza ukali na muda wa kuharisha ambayo inaweza kuokoa maisha. Naweza kupata zinki katika vyakula kama nyama, samaki, maharagwe, karanga, mayai na dagaa. Pia kuna virutubisho vya zinki ambavyo vinaweza kusaidia kuongeza kiwango cha zinki mwilini mwako. Kwa watoto wadogo zinki hupunguza ukali na muda wa kuharisha ambayo inaweza kuokoa maisha. Mnaweza kupata zinki katika vyakula kama nyama, samaki, maharagwe, karanga, mayai na dagaa, au mnaweza kutumia virutubisho vya zinki kama mnahitaji nyongeza, lakini ni muhimu kushauriana na mtaalamu wa afya kabla ya kuanza kutumia virutubisho vyovyote. Mnaweza kupata zinki katika vyakula kama nyama, samaki, maharagwe, karanga, mayai na dagaa, au mnaweza kutumia virutubisho vya zinki kama mnahitaji nyongeza. na maswali au mnahitaji ushauri kuhusu virutubisho vya zinki Wasiliana nasi. Timu yetu ya wataalamu iko tayari kuwasaidia. Au, mnaweza kutumia virutubisho vya zinc kama mnahitaji nyongeza. Uha na maswali. Na maswali mnahitaji ushauri kuhusu virutubisho vya zinc. Wasiliana nasi. Timu yetu ya wataalamu iko tayari kuwasaidia. Na kumbukeni, kiasi kidogo cha zinki kina faida kubwa kwa afya yenu. Kwa hivyo, hakikisha unapata zinki ya kutosha kila siku ili kufurahia faida zake zote. Mna maswali au mnahitaji ushauri kuhusu virutubisho vya zinki? Wasiliana nasi. Timu yetu ya wataalamu iko tayari kuwasaidia. Na kumbukeni, kiasi kidogo cha zinki kina faida kubwa kwa afya yenu. Kwa hivyo, hakikisha unapata zinki ya kutosha kila siku ili kufurahia faida zake zote. Asanteni kwa kutazama na tunatumaini mmejifunza kitu kipya kuhusu faida za zinki kwa afya yenu. Na kumbukeni, kiasi kidogo cha zinki kina faida kubwa kwa afya yenu. Kwa hivyo, hakikisha unapata zinki ya kutosha kila siku ili kufurahia faida zake zote. Asanteni kwa kutazama na tunatumaini mmejifunza kitu kipya kuhusu faida za zinki kwa afya yenu. Kwa maswali zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Kumbuka, afya yako ni muhimu.